Wanakuwaje mashabiki wa Hunter Music. Jamani hapa leo nataka niwape vitu amazing. Nipo na mlembo anajiita Sesi hapa. Tupo Kinondoni Madare au unaweza kusema Mvuo Center au Loliondo hapa. Unaona bana, nadhani mlembo mwenyewe mnamwona hapa. Anaga noma. Yani, yupo vizuri. Mtoto mzuri, mtoto mashara. Cheni kama zote nini? Yana mependeza sana. Unaona bana, yani, kwenye moja mbili na tatu au na tano amazing sana. Mambo vipi? Uko uh -huh. Vizuri kwa vizuri. Umekula? Ume Ni Nimekula. <laughs> Aani, anasema kwamba meshiba kabisa. Uko vizuri kabisa. Hivi nikuze labda swali moja au challenge. hivi kati ya mwanamume mweusi na mweupe yupi mtamu? Angu mimi mwanaume mweusi, mwanaume mweusi. Mm. Kwa nini mweusi? Ah, yani mwanaume mweusi ana joto sana kuliko mwanaume mweupe, unakuta yani mwanaume mweusi ah. Sasa samani, nasikia kwamba wanakinyewe ndo mnajoto. Kwa hiyo kumbe na wanaume wanajoto. Hey, mweusi ndio, sio wote wanaume kuchangana, lakini anajoto, mnapata kitu fulani hivi, sawa. Hivi mfano labda mwanaume labda mweupe yule, mwanaume mweupe yule manake labda ume six, nine, labda mapenzi amekufikisha ame kileleni. Ushaona, labda mwanaume mweusi naye haja kufikisha, na umesema mwanaume mweusi ndio yupo vizuri hivi labda hebu nitofautisha, yani tofautisha basi labda hapo labda, labda, kidogo labda nizidi kuelewa. Ha, ni, kidogo ni, ni, ni, ni mtu alivyo, sio kama wanaume wote hmm. Na ainiukana mwanaume mweusi akakufikisha vizuri hata ukalala naye mwenyewe, ukamkumbatia unasikia tu joto. Hata unaweza akakufikisha na ukalala naye ukawa unasikia kama vile anakukela, anakukela. Jamani mashabiki, jamani wa Hunter Music, jamani nipo na sesi, jamani nadhani leo amewachana, ushaona? Maana leo wanaume weusi amewasifia, ila nyiwe wanaume weupe wote kwa pididi, wote wanaume weupe wote Tanzania, hatuwahitaji hmm. au unasemaje, waondoke kabisa? Uh, utakuwaje mwanaume mweupe bana wewe blaza, oya wewe, kama mwanaume mweusi tia comment hapo, ushaona wana like, share, tumia na wenzio kabisa. Rangi nyeupe inauzwa, umesikia? Rangi nyeupe jamani inauzwa, ile nyeusi ayu unyama sana <laughs>